Karibu katika gskknik pamoja na mchungaji Dr. WF Kumoi. Habari watazamaji, karibu katika katikas. Kwa majina niitwa Ebeneza Maikongasa, nikiongoza kipindi hichi cha siku ya leo. Nitakuwa pamoja na Biesha Ayubu katika nakatikas. Wafalme malikia na wana wa mfalme wameandaliwa na kulelewa na kushikamana kwa ajili ya ufalme. Unaona Ebeneza, kama vile kichocheo inavovuruga mchakato wa kemikali kuna changamoto katika ulimwengu wetu zinazoweza kubadilisha mwelekeo wa safari ya uzuni ya maisha mwanadamu. Leo katika kipindi cha mwangalizi, mchungaji Dr. f Kumoi atajikita chunguza visababishi vinavyoweza kubadilisha hatima ya vijana kuwa bora. Naam, lakini kabla ujaendelea, tusikilize huduma hii ya uimbaji. Karibu tena. Tumezungumzia mwingilio katika sayansi. Kama tujuavyo, vichocheo huingilia kati ili kubadilisha mwenendo wa kimchakato wa kemikali, lakini katika maisha ya mwanadamu, kuna wakati anahitaji mwingilio, na mwingilio huu huja kama vurugu katika safari yake. Leo Mchungaji Kumui atatushirikisha mwingilio wa kimungu ambao ni muhimu ili kubadilisha hali yako ya sasa na kukupa hatima bora ya baadaye. Nakuambia kisa juu ya mtu na nataka nihamishe na kukupatia kile kisa katika maisha yako. Popote pale ambapo unafikiria juu ya ustaarabu badiliko la badiliko la, la ile himaya ya Kirumi na ile milki ya Kirumi, lazima ulitaje jina la Sauli ambaye alikuwa Paulo mtume alikuwa hana maana yoyote, lakini hatimaye akaja kuwa mtu mwenye mguso mkubwa. Nataka sasa nifuatilie maisha yake, na napofuatilia maisha yake, nataka kutazama maisha yako kadhalika, na upate kuelewa ya kwamba ilikuwa ni pale ambapo Mungu alipoingilia kati katika maisha yake. Alikuwa safarini, alikuwa akisonga mbele, alidhani ndicho cha kufanya katika maisha, halafu ghafla Bwana akaingilia kati maisha yake kwa Heri pengine, unayo mipango yako: nitafanya hiki, nitakwenda kule, nitamaliza hiki, nitatenda kile. Mpango unaweza ukawa mwema, Mungu ataingilia kati maisha yako kupatia kitu ambacho ni bora zaidi. Mpango wako unaweza kuwa mbaya, Mungu atakuingilia kati maisha yako na kubadilisha ule mpango mbaya kuwa mpango mwema, kwa jina la Yesu na yeyote ambaye aliwahi kuwa mtu wa umuhimu, mtu ambaye pata kuwa mtu mwenye mguso, mtu ambaye amepata kuwa mwenye kufanikisha mambo, mtu ambaye amepata kuwa mfanikiwaji, palikuwa na hatua katika maisha ya mtu yule ambapo Mungu alipangilia kwamba kitu kwamba mtu a, mtu mwingine kitu chema kitaingilia kati maisha yake. Kama maisha yako tu yanaendelea kama kawaida ulichokifanya jana unakifanya tena leo, unachokifanya leo unakifanya nacho kecho, na maisha yako yanaendelea tu namna hiyo, unaweza usifanikishe mengi katika maisha yako. Bwana ataingilia kati maisha yako. Alikuwa akisafiri na hatimaye ingilio likaingilia kati. Hebu ni kuambie alikuwaje. Jambo la kwanza Alikuwa ni mhalifu aliyekodiwa, ni kwamba watu walifahamu kwamba anaweza kutenda mabaya, aliweza kudhuru watu, aliweza kuwa mkatili, aliweza kuharibu vitu na wakamkodisha. Alikuwa ni mhalifu aliyekodiwa. Na jambo la pili, alikuwa ni mzururaji asiyekuwa na maana. Maisha yake alikuwa na maana yote kwake, maisha ya watu hayakuwa na maana kwake. Alikuwa alikuwa mzururaji, hakuwa na kazi mkononi ya kufanya ya, yote aliyokuwa akifanya kwenda Dameski, nenda Yerusalemu, nenda kule, na kila alikokwenda alifanya maovu hayo, ilikuwa ndio maisha yake, na halafu Bwana akampatia agizo. Aa, alikuwa aki akidhuru watu. Watu hawakuishi wa kwa amani kwa sababu yule mtu anakuja, na wakaweza kukimbia, wakamkimbia, na ghafla kitu kikatokea, na ndicho ambacho tunaita kuingilia kati. Na halafu akawa ni mhalifu pinguni. Aa, tabia yake ikamfunga, hakuweza kufanya yaliyo sahihi, hawezi kuweza kwenda juu, hakuweza kutenda alichotaka. Kukifanya hakufanya chochote kile, maovu ambayo akutaka kuyatenda ndicho alichokifanya. Alikuwa si chochote, maisha yake yalikuwa sifuri, na halafu Bwana akaja na ingilio la Bwana katika maisha yake likalete badiliko likalete mageuzi na likalete wokovu katika maisha yake, na akawa uh, mwenye maono aliyebadilika, akawa na maono, mtu wa maono. Alikuwa mtu wa mawazo, sasa mtu wa malengo, mtu mwenye makusudi, mtu mwenye hatima. Naomba kwa Bwana ya kwamba hicho ndicho utakachokuwa kwa jina la Yesu. Jambo la sita, chombo kiteule. Bwana akamtafuta katika katika himaya ya Kirumi na wana wa Israeli wote wa Yahudi, katika wakati ule, na alimtaka mtu kutenda kitu cha maana, na Bwana akamchagua kama chombo. Bwana ataweka mikono yake juu yako na Bwana atakuchagua ili utende jambo kuu, jambo lenye maajabu, jambo lenye kugeuza katika ile eneo ulilopo. Na unapokwenda Bwana ataweka hilo mikononi mwako, ya kwamba hii ndiyo njia uiendee. Utaweka alama katika kizazi hiki kwa jina la Yesu, na kwa hakika hatimaye. Jambo la saba, akawa akawa ni Mshindi mkuu, mshindi mkuu, akawa mshindi na alikuwa mkuu, alikuwa mkuu kati ya washindaji na kati ya watu waliokuwa washindi alikuwa mkuu. Akasema, njoni kwangu, Bwana, ninyi nyote msubukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, nitakupumzisheni, nitakurejesha, nitakupatia ukombozi, nitakupatia msamaha, nitakupatia wokovu, nitakupatia hila baraka ya ambayo imeunganika na wokovu Nafurahi pamoja nawe, ule mwaliko unakuja kwako, na anapokuja kwako, ninaomba utapokea na hutakataa ule mwaliko kwa jina la Yesu. Tuombe. Baba, twaja kwako na kuomba e Bwana, ya kwamba utamgusa kila mmoja, pasipo kumsaza, awa yote kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kinahitaji kubadilishwa kibadilishe, kitu kinachohitaji uh, ku kirekebishwa kiguse, kinacholete maumivu kiondoshe, e Bwana, ama ni ugonjwa wenye jina hili au jina lile, ugonjwa wa muda mrefu au ugonjwa tu wa karibuni, naomba ya kwamba Bwana sasa utagusa na kumponya kila mmoja wao kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa majibu, kwa jina la Yesu nimeomba. Asante sana kuungana nasi katika kipindi hiki cha siku ya leo. Nina uhakika ya kwamba umeamshwa kwa mwanzo mpya wa maisha, masomo na taaluma. Tunatarajia kusikia mambo makubwa utakayoyatenda. Ishi ndoto zako kuwa mfalme. Tunaamini kuwa umeguswa. Mchungaji Dr. WF Kumui atapenda kusikia kutoka kwako. Tafadhali tembelea katika mitandao yetu ya kijamii na usisahau kujiunga nasi kwa tukio jingine lijalo la JSK King Cycle. Ishi ndoto yako, uwe mfalme.